Familia sio damu yako, ukikufa ndio watajifanya venye wanakuja. Mi mtu akikuja kwangu, I swear naamka kwa hiyo kaburi nawakimbisha, nitawakimbisha, niwakoseshe amani. Msiwe kaniaga kwa kaburi yangu. Never, ever. Familia ni mbaya sana. Familia sio ile mmezaliwa nayo, but kufa uone venye wanajisundulia kwako. Kufa uone venye wanakimbia kwanza kufanya michango. Kufa uone mambo mazuri wanakuongelelea. From my experience, I don't believe in my family. Na nini mafamilia zangu? Mimi nikikufa sitaki mnifanyie matanga, nichome niende. Hiyo pesa mnachanga kufanyia watu matanga, mwache kuwezi. We, ama mpeleke wadako. Familia. Welcome to my YouTube channel. Kama kawa kama dawa ni Senje mda kwa Gulf na tunaendelea story ya Milly the Doc wife. Milly wa Doc, nyi mnamuita Milly wa Doc lakini mimi namuitanga Milly the Doc wife. I hope mmesikia vile amesema familia. Wacheni niwaambie wadako, mimi nawaambianga ni heri kaeni nyinyi peke yenu kuliko kujipendekeza kwa familia wenye wakupendi. Familia yake Milly hawakukuwa anapenda Milly, sahii wanajifanya wako watu wanachanga pesa ya kuhusu Milly Mili alikuwa anasema pastori yake each and every day, hata kama tulikuwa tunamchamba ama tulikuwa tunamwingilia kwa comment section, but let me tell you guys, Mili amepita through a lot. First of all Mili amekuwa mwanamke wa tisa kwa Doc Zack. Mwanamke wa tisa Mili alikuwa ameolewa before, Mili tena alikuwa amekuwa na boyfriend before ama bwana kama sisi wanawake tunapitianga mambo mingi sana na ambapo kwamba Mungu ndio wanga anajua ni sababu gani wanga tunapitia. Kuna story Milia alisema ya kwamba sister yake, biological sister, wakati mama yake alikuwa mkufi, sister yake alikuja akatemea Mili the doc wife eh, mate kwa uso. Hata hiyo sio shida Shida yangu ni saa hii, familia imekaa inataka kuchanga pesa, inataka kupokonya Milly mali yake, inataka kuchukua vitu za Milly le, le. Guys, saa hii ni justice watoto wa Milly. Hatuna haja na vitu zake, hatuna haja na familia yake. Milly alisema kwamba yeye hana baba, yeye hana mama. Milly ako na brother yake hapa, tunamjua kama dik dick, dick. anaitwanga deki deki ama derki huyo, deki huyo kijana anaweza kukuja hapa online afungue paybill namba, tunaweza mchangia pesa azike sister yake asetle watoto wa Milly. Lakini familia ya Milly, kweli Milly alisema ukweli. Hao watu watakuja, kama Milly amekufa na ndio hao, alikufa tu Milly kama leo, hiyo leo leo leo leo leo leo leo, wameshakaa meeting Milly alikuwa na mali yake, niko 200% sure, wanataka kunyanyasa wale watoto wa Milly. Kwanza yule msichana venye ni mrembo sana, utapata huyo msichana wata, wata familia inaweza hata aribu huyo mtoto msichana, mpaka hata huyo mtoto msichana akabaki mtoto mwenye, yani kwa sababu wale Milly wale watoto wake ni watoto wawili different na baba wawili, baba wawili, kijana wa kwanza mwenye kwa 18 ama 20 na huyu kijana wa pili, na wapi, wa pili na huyu msichana wa pili. Milly ako na watoto wawili tu peke yake, msichana na kijana. Hii mimba ingine yenye yenye yenye amekuwa nayo, kuna yenye alitoa before hii ikakuwa successful. Kuna hii ingine yenye ame, amekuja akaolewa akiwa na amekuja akaolewa na mwanaume naomba anamuita Jededik, yani wanamuita Odeke, amekuja akaolewa kwa Odeke akiwa ako na mimba ya 6 months kwa sababu hiyo mimba yake ilikuwa imeshafika seven month, two month to go alikuwa ajifungue, hmm? ajifungue Mili, sasa baki ni nikunyonye, kunyonyesha. But before that wakikuwa na Doc na Zak, walikuwa Milii alikuwa ako na mimba, yule daktari inasemekana ya kwamba alimdunga dawa, mimba ikafanya nini, ikatoka. Hata hiyo si shida hii hata si shida. Nyinyi wa mama ambao mnapenda kuolekea madaktari hawa, watu wanaweza kuwaua anytime. Juu Milly kifo chake, watu wenye wako behind na kifo chake ni familia yake na Doc. na let me tell you, Milly alipenda Doc. hii Milly kukua mkufi amekuwa mkufi kwa sababu ya Doc. Doko akaye kujua yeye Doko akaye tu akijua yeye ndio amesababisha kifo cha Milii, whether she he like it or not. Dok yeye ndiye amefanya Mili akakuwa mkufi wadako. Mili hakuwai penda Ondege, nawaambia ukweli, nawaambia mbele ya Mungu, Milii hakuwaipenda Ondeke. Ondeke alikuwa tu pale, Milia strong akwe ame move on, lakini hakuna kumove yenye ame move on pale pale ni mashida, alikwanga akilala zak, akiamuka zak, akikula zak, akitembea zak. dadi dadi dadi dadi dadi ndio dadi, ameleta kifo cha Mili. If dadi, dadi angekosa kuachana na Mili ama angekosa kufanyia Mili mat attitude matabia mbaya, umalaya, usherati na kumolea mwanamke mwingine, Mili saya ange kuwa Mili kiti imemua ni depression na let me tell you, sai family nasema ati Milii alikuwa na kidney failure. Wamesema ni ugonjwa gani? Mili hakuwahi kuja hapa kwa, kwa mtandao, asema atako na ugonjwa Mili hakuwahi gonjeka. Maybe kugonjeka kwenye aligonjeka tu, Mili mwenyewe alienda tuko, Mili mwenyewe alitoka hapa, aliitwa na tuko after nimemchamba after nimechamba Mili akakuja akakuja kwa mtandao akajililia. The following day Tuko akamwita alienda kuhojiwa Tuko, one hour. Mbona hakusemako ako na shida ya, ya ugonjwa ya tumbo? Mbona hakusemako amekufa? Ndio inasemekana ya kwamba hako na ugonjwa wa tumbo. Mili hakukuwa na ugonjwa no. Familia yake Mili walitaka ku destroy Mili, familia yake Mili walitaka tu Mili akufe. Hiyo tu ni ukweli, kwa sababu wale watu akodi venye Mili alikuwa anaongea yaani, Mili alikuwa anaongea mpaka unakaa chini una feel unaanza kusema if I may me wananifanyia hivi. Mili ndiye analisha mandugu zake, Mili ndiye alikuwa pale breadwinner. Mili ndiye first born, Mili ndiye first born, yeye ndiye alikuwa analisha mandugu zake. Mili tu mtu kita kuwa nayo ni nyota, nyota ya ndoa. Mili hakukuwa na nyota ya ndoa, kutoka tu day one anzani kupatana na boyfriend, hakuwahi kuwa na nyota ya ndoa. Inakwambia reality and this is fact. Mili hakuwahi kuwa na nyota ya ndoa. Mili alikuwa tu na nyota ya ku, ya kuachwa kuachwa ya kuachwa. Ya ya na Mili kwa wanaume wote amekuwa na wao wote kukuja mjamani baba mtoto kukuja huyu baba ya kijana kukuwa na boyfriend, kukuja kwa Odeke alikuwa anapenda Zack. Zack. Wadaku nawaambia Zack ndio amefanya Milly akakufa, and then huyo Zach hakukuwa anapenda Milly. Ndio maana nawaambianga wadaku, ni heri mwanaume mwanaume anini, akupende, lakini wewe mwanamke usijipendekeza kwa mwanaume. The moment huyu mwanaume atajua ya kwamba unajipendekeza kwake atakuwa ana kudisrespect, atakuwa ana kudhalilisha, atakuwa ana kudharau, atakuwa ana kuhanyia nje, atakuwa anakuja na condom kwa, kwa, kwa, kwa nini kwa, kwa mfuko. Imagine tunakuja na new condom, atakuwa anakuja na used condom. Used condom sio ati eh, zimetu, no, used condom in Ingereza, used condom ndio mwanaume atakuwa nakucha nayo kwa sababu wewe umechukua akili yako yote umeweka kwa mapenzi, umeweka kwa huyo mwanaume. uambiwe nini? Mimi tungempea tu advice, tungemwambia mama, wachana na huyu Jack, u Zack. nilianza kuchamba Milly ili awachane na Zack. Hiyo upende nyako nayo kwa Zack iyeyuke imtoke, lakini Milly alipenda Zack, sijui wali walishikishana damu wakaots wakaweka hivi waka, waka, damu alafu wakalamba. Unaona, hauwezi kujua kwa sababu Mili alipenda Zaka. I remember hata kuna dei kameramanu wao alikuwa huyu huyu huyu Deriki ude, ni Deriki ama ni huyu brother yake ndio alikuwa anga kameraman wa Mili. Ukweli usemwe, Mili ni mtu amekuwa responsible, Mili ni mtu amekuwa na mali yake, Mili ni mtu amekuwa na pesa zake, Mili ni mtu alikuwa na kazi yake. Mili angetishwa na nini? Angetishwa na angetishwa na nini? Wadaku kiti imeweka mili kwa kaburi ni nini? Mapenzi? Mapenzi na familia? Familia ilikuwa inampea ina depression akikuja kuongeza stress za eza, anatokwa na wazimu nanii, anatokwa na wazimu na nii. Milly alikuja akaanza kukonda, kuna time alikonda, ungemwaga hapa maji inge stick lita tano hapa hapa. Wamama mjipende, wamama mjipende. Mimi nasemanga ni heri ninyongeshe wa baba pale kwa, kwa nini kwa Telegram nikipata eh, elfu moja mia tano yangu ama elfu mbili ama elfu tatu kwa siku kushinda mapenzi. nichukue mwanaume ni mweke wapi hapa? Never. Woo! Never. And can never be me. Can never be me. Can never. Never and ever. Mimi siwezi kusema ati Milii alikuwa na, kwa sababu Milii wakati alikuwa kwa tuko alimwaga stori, kama ulisikiza stori ya Milii alimwaga stori, akakuja kwa mtandao akasema stori yake, what happened to Milii mpaka vile ako hapo, ndi akakuja akatufungulia siri yake. Sahi familia wamekaa pale, wanataka wachange pesa juu wamesikia pesa iko kwa mtandao, wachange wakule hizo pesa wakose hata kushughulikia watoto wa Milii. You get it? wakose hata kushughulikia mtoto wa Milii peke yake. Mili ako na kijana mkubwa, uh, over 18. Mili ako na msichana mkubwa. Huyo kijana angekuwa ako na kiti. Akuwa tu na kiti inaitwa brain, aenda achukue mali ya mama yake akafiche kabla hawa mafamilia ma waMili wajachukua wa hawa mafamilia waMili kabla wajachukua, kwa sababu hawa watu ni nyoks, hawa watu ni nooks, hawa watu ndio wamefanya Mili akakuwa na modes, nini depression kuongeza na yazaka. Huyu ondeke, hata kama nyinyi mnasema ondeke, huyu ondeke akiwa amekaa na Mili ni one month. One month na ijapita hapo Sili juzi wamekuwa hiyo, maybe walikuwa wanadeti hapo nyuma, but ni wiki mbili tu amekuwa, aliwekewa hiyo ring akaficha ondeke, akaficha ondeke, hmm. Sasa hiyo ndeke ndio tumemuona. So wa mama, ni vizuri kupanga watoto wenu, vile Milly mwenyewe alisema amepanga watoto wake. Okay, it's better Akuwetu, amechukua property ya yake zote, amepea first born. Huyo first born anamwambia ange akuwe tu amemwambia wewe ndio baba, wewe ndio mama, wewe ndio utanilindia huu sister yako. Sister yako akuwe mkubwa, wewe pia ukuna. Mili ako na msichana mrembo, mili ako na msichana mrembo very beautiful actually Sai, sister yake wako pale ma mafamilia wake wako pale na wamekuwa disrespect kwa mili, wamekuwa kidharau mili, wamekuwa kitukana mili mpaka unatifika mali nataka kusipichia sister ako mate. Who does that? sio mimi nimesema, ni mili ndio amesema. thank you.